ambaye amezaliwa kwenye hii dunia kuja kuusaidia mpira wa Tanzania. Mangungu si yupo Simba, apati connection? Ngojea mwenyekiti wa Simba si Mangungu apati connection, FIFA apati connection, kafu Hersi. Yanga ilipo yeye yupo Hersi. kwa Dodoma pale, Yanga bado hajafungwa bao, kabla figisufigisu za kutoa watu pale kwa, amekalia vitu, Hersi haelewi. Bwana, karibu sana DNA television. Mimi naitwa Morgan Kalisa, Master the King, Master Buffalo kwenye 1 and 2, na hapa tumekutana mshikaji wetu ambaye ni mdau ni mtangazaji ni mtu wa michezo, yani unazungumzia kuhusu na michezo, anaweza kakupa za ndani ambazo ziko ndani ya ndani yake, hu jamaa zote hizo anazo, Godfrey Nyanto, mzee wa mida, inakuwaje mzee wa kazi? Kwanza vizuri, mwanangu. Geu zito kwanza <laughs> kwa kutosha sana au ndiyo yuko bomba hii sio udhamini wa mtu w mwenyewe tu majitisha bwana ma, hey, mzi wa mida, uh, kwa nini kunaonekana kuna zaidi kuna usemwaji vibaya timu zinapokuwa hizi za kaako mbili hizi, naonekana kama simba ikifanya vibaya huwa inasemwa sana, yani kupitiliza, kama watu wanapitiliza, sasa, jamani wanaenda kwa viongozi kwa nani kwa nani, lakini Yanga Af Africans wakifanya vibaya mm-hmm mechi kadhaa wamepoteza, wamepigwa sio na nani, unakuta hawaendi kwa viongozi sana, hawaendi kwa nani, kwa nani, hawaendi sana wanatulia hapo. Kwa nini? Yani Simba tunaiona inakuwa ina na msururu huo mkubwa wa viongozi wake kusemwa sana sasa. Unajua, hiyo issue inakujaje? m gani, inakuja kwenye mtazamo wa wanafsi ya mtu sinielewa, yani kila mtu ana nafsi yake, mimi na nafsi yangu, wewe una nafsi yako, tuliomi pale nyuma ya kamera na nafsi yake, kwa hiyo kitu ambacho nitakipokea mimi tofauti na utakachopokea tofauti na ile atakayopokea, kwa sababu ya nini? Ya nafsi. Na ndio maana unaanza ukahisi, uh, mashabiki wa Simba au watu wengi wanazungumzia Simba, ukaona kama kama Simba inasemwa, lakini kwenye ishu ya mtazamo ukiangalia kiuhalisia ni kweli, lakini mapokeo yake ni yapi? Kuna leo, kuna leo inakupa mfano mdogo, kuna, yeah. kuna, kuna leo hii inakupa mfano mdogo sana unaweza ukapokea tatizo wewe au ukaambiwa jambo, jinsi ambavyo wanavyolipokea, kuna mwingine uh, anatikiize mbona uh, yuko serious. Tunakuja ishu gani? Mtazamo. Kwa hiyo hawa watu ambao hii simu yao ya Simba inasemwa vibaya, wanahisi uh, timu yao ya Simba viongozi wao wanazingua kiuhalisia ukiangalia ni kweli lakini tu, jinsi ambavyo mtu anapokea Mzee Mida anazingua kwenye uchambuzi wake. Sawa, kwa sasa Mzee wa Mida wewe hapo unavyoniambia hivyo inamaanisha unanipa jibu la moja kwa moja kwamba Mangungu ashtuki. Aha, sasa unajua um, um, iko hivi? Umeona kwenye issue ya uongozi wa Simba tofauti kidogo na issue ya uongozi wa Yanga, nakupa kwenye mfumo wa uongozi jinsi ambavyo umekaa. Umeona kwenye uongozi wa, wa Yanga, Yanga wao wana rais. Ndio? Hmm. Uh, rais ana jopo lake alafu kwenye upande wa wananchi wana wana, wana mwenyekiti wao mwenyekiti wa mwenye, klabu mwenye lakini pia yeye mwenyekiti naye pia ana room ya, ku, ya kukaa na, na, na wanachama mm. kuzungumza nao alafu akitoka pale jibu ambao atakuwa amekubaliana na wanachama analipeleka kwenye uongozi mm. wa, wa, wa, wa juu zaidi. Hicho <coughs> kitu Simba kipo. Umeona, Simba Sports Club wana mm. wana mwenyekiti wa bodi alafu wana mwenyekiti wa wanachama mm. sio? Unaelewa? yule mwenyekiti wa bodi anakuja kwenye vikao vya mwenyekiti wa, wa, wa wanachama. Hiyo kitu ambacho Young Africans yakipo. Huwezi kumkuta Engineer Hersi amekuja anaingia kwenye kikao cha wanachama, sababu kuna, kuna wa mstari, yes kuna mstari, yeye analetewa eh, analetewa rekodi mpango, mpango kazi ambao tumekaa sisi tumesha diskasi tunafanyaje. Na kuna baadhi ya siri zingine haziwezi kumfikia rais. Mfano mmekaa sisi hapa mmediskasi vitu vyenu labda kuna grupu la ofisi lipo grupu la ofisi, alafu kuna grupu lenu mmeliunda la wafanyakazi, vyenyewe mnaongea. Kwa hiyo hapa mkiongea vitu vyenu, mkiwasilisha kwenda huku, ni sio sio ngumu kujua huyu mtu mlikuwa mna discuss. Hata kama namsema mimi, nakumbuka kwa tushakuwa na grupu sisi, tunamtukana hata bosi na yupo kwenye grupu, tunajiachia si tuko wenyewe, lakini mule akipatikana au yeye anaingia amwezi kumsema kwa sababu yeye yeah, yeah, yupo ndicho ambacho yupo kwenye, kwenye uongozi wa Simba, na ndio maana mashabiki wengi sana hawataki kusikia vitu vyenye ukakasi kwenye masikio yao, yaani wanataka kusikia vitu vizuri kwenye masikio yao yaani. Na ukiangalia kwenye uhalisia, uh, simba kuna baadhi ya vitu haviko sawa kwenye nchi za kuhalisia. Hata mechi tokayo inachezwa mechi ya simba kwa inachezwa unaiona simba ile ambayo watu wengi wanaizungumzia, lakini kwenye mapokeo, mtu asema mbona natuzingua hawa. Angalia, nakupa tu mfano mchache. Simba alicheza ali na Petro di Luanda mm. Benjamin Mkapa pale, sinaelewa mm. akafungwa mm. mpango alikosa nafasi za wazi. Usiongee, huo ni uongo walisia ye na goli yes. Yakubu Suleimani ameshawahi kuwazuia kuangusha Simba kwenye magoli aliofungwa ukizungumza kwenye ishu ya moyo, sasa, mtu ambaye anapokea anasema anasemaa ah, ah, nizingua, lakini kwenye uhalisia mwenyewe akijifungia chumbani akikaa ah, ila kweli, akikaa ila kweli, ile Simba hii unapoelekea bado. wakati msimu unaanza eh, kila timu inakuwa na wachezaji ambao yenyewe inakuwa inawasajili. Ehe, eh, huyu kafanya usajili ukafanya usajili, ukafanya usajili, ukafanya usajili. Mm. Lakini kinachoonekana kwenye hizo sajili zilizofanywa Labda huenda watu waliongelewa makubwa kuliko walipoweza kujigusa baada ya mechi kadhaa kucheza mm. Kwa mfano, mchezaji fulani fulani fulani amezungumzwa kwa ukubwa sana, tushashuhudia hapa kabla, pa, ya kabla, ya kutua, kabla ya kutua na kabla ya kumuona. labda huenda kile ndo kinachowamaliza, au mzomida, hapa kuna kitu gani katika Simba? Kashaitwa mtu pale tukaambia huyu striker mrefu kuliko goli, lakini mimi sijawahi kuona akasimama kalipita goli na nisema kila mpira ukipigwa anaweka tu aruki anafanya wa. Wow. Sasa je inakuwaje? Umeona umeona, uh, kwenye issue za usajili uh, hasa kwenye timu zetu za Tanzania hapa, kinachotumaliza ni hawa maafisa habari hawa wasemaji. Wasemaji maana yake wa klabu. Wasemaji wa klabu. Hawa watu wanawajaza sifa nyingi sana wachezaji, ambao kiuhalisia ukiangalia performance yao iko chini. Si unielewa? Ulikuwa uh, mm. Namzungumzia hapo striker refu kuliko goli. Desi Mkwala huyo. Mm. Uh, al... Al... alimzungumzia sana kabla kabla hajatua lakini kwenye hmm, uhalisia tumeona kiwango chake hmm, ame alimjaza sana Sawadogo. Kuna kuna usajili mmoja alisema Samuel Eto'o Phillips alimwambia, yeah, huyu ni mtu anakuja huyu mtu, alafu tumeona bala lake, hakuna bala lolote. Kwa hiyo mimi binafsi kitu ambacho nakisikihusudu siki sana kwenye issue za hawa wasemaji wa maafisa habari kuwajaza uh, wachezaji ambao wanakuja kwenye timu halafu baadaye performance zake ikawa ndogo sana. Si umeelewa? Mm. Young Africans pale dirisha dogo la msimu jana alikuja mtu anaitwa yule Mkongomani anaitwa Kangalombo. Kangalombo, yeah. E, eh, uh, Ngoa kushoto, kushoto anaenda kama anakimbia ana amemzidi ana, yeah. Tuisila Kisinda zaidi ya mara mbili mara tatu yeah, na tunafahamu bora Tuisila Kisinda kwa sababu eh huyu mtu anakuwa anakimbia kweli nini? Mwisho wa siku Boka ndo kaonekana anakimbia kuliko yule. Yes, sifa za huyu kapewa huyu hiyo issue ili tupate wachezaji bora sana to gain uh, tuangalie wenzetu Ulaya anaishije, unajua. mm. Mimi rinma Manchester United kabisa kumjua au msemaji Arsenal, kwa hiyo no. No. Wale wenzetu wanadili kwenye technical directors, wale watu wa mpira wa football bana wewe tuna, kwenye timu yetu tuna technical director ambaye anakuja anatuletea mtu kweli kweli kwenye ishu za usajili. Scouting wako imara sana, unakuta game inachezwa Afrika scouting wa Arsenal yuko anaangalia mechi kwenye AFCON hizi, wanakuja na wanashuhudia vipaji. Sisi hivyo hatufanyi, tumeshuhudia tu kidogo upande uh, wa Young Africans Hersi Saidi ndo mara nyingi an, an, anasogea viwanjani anakwenda kuangalia mm, wachezaji timu inapigwa Kongo, Hersi utamkuta pale anaangalia shampoint, mchezaji wake anaondoka na makaratasi na kule kule mkataba wa awali, akija kubongo anamaliza. Simeelewa kwenye issue ya usajili, nadhani tuangalie zaidi kwenye kuangalia wachezaji wenye quality and quantity, ubora na viwango. Huyu mchezaji anakuja kwenye timu yetu, ana ubora huo, ana kiwango hicho, lakini wao inawasaidia kibiashara Mziwamida inasaidia kibiashara, unajua, unapompromote unapokoja, ligi haijaanza, unampromoti mchezaji wako kwa manufaa kwamba jezi zikitoka tuuze. Sasa umeona umeona cha kipengele eh, hakuna, si Simba wala si Yanga wametengeneza fedha nyingi kupitia usajili, hakuna. Angalia uh, na kutoa tu mfano mdogo, Manchester United. mm. kipindi kile Pogba aliondoka, alafu akawa anarejea United kwenye usajili wake ule, walivunja hela nyingi sana kum, kumrudisha Pogba. Mm. Sinelea, zaidi ya paundi milioni 80 mm, walimrejesha Pogba, walitengeneza jezi namba na, na, na nane nadhani, mm, waliuza mauzo mengi ya jezi ambazo ka asilimia zaidi ya 80 pesa usajili ilirudi hapo, hapo. Hapo, hapo. ya usajili hapo kupitia mauzo ya jezi ya utambulisho pesa zilirudi. Wazetu ambao wametuzidi Ulaya wanaangalia huyu mchezaji ana potential gani, alafu anazungumzwa sana, tunatengeneza jezi tunampa namba zake mgongoni au Messi alikuwa anaondoka Barcelona, gimu ya mwisho mm, michezo ambayo amecheza imewekwa mgongoni hapa, jezi zimechapwa special, so kila mtu avae madoni ndo anavaa hizo jezi. Jezi moja unaambiwa labda laki mbili laki tatu ya Bongo huwezi mm, kuvaa kila mtu yaani, zinatengeneza jezi chache, nyingi, bei ghali, anavaa special tu. Kwa hiyo unakuta hizo jezi ni chache, alafu mzigo ni mkubwa kuipata ukiangalia sokoni, hela inarudi, alafu bado tuna watu wanatamani tena. Nakutolea mfano, hakuna walioingiza hela kitu chochote, mimi nazungumza hicho kwenye kupata hela, hakuna vilabu vyetu hapa bongo vinaingiza hela kupitia jezi, hakuna jezi zina, zina, anakuja mtu mwingine sawa sponsor mwingine anakuwekea wewe mzigo alafu mzigo anaingiza yeye sio wewe anauza yeye sasa yeye, atauza shingapi yeye? atapata hasara, atajua yeye. Yeye, ila klabu so ushachukua ni bii zako tatu ngapi atagenerate bii zingine faida anapata yeye apate yeye, hasara yeye apate faida ni yeye. Unaona ule usajili wa Clatous Chama kuja Yanga kama wangekuwa wanataka issue za biashara za kutengeneza jezi wangepiga hela nyingi sana kama wangetengeneza jezi labda tuseme elfu thelathini alafu wangeweka namba yake mgongoni chama na kwenda Yanga ile jezi wangeipa thamani wangeuza labda laki moja pesa ya usajili ingerudi lakini sisi bongo hatuna utaratibu huo hatuna utaratibu huo na ndio maana hiyo kitu kinatutafuna umeona jeruti msimu huu Simba imepata hasara ametengeneza mzigo mkubwa ambao hujatoka sokoni hujaisha alafu timu inaingia kwenye michuano ya klabu bingwa akaona siwezi kutengeneza tena hasara nyingine, ni bora nisitengeneze jezi mpya nizibadilishe tu niweke logo ya ya, ya kombe husika na, na, na, na sponsor mwingine nipate mimi faida, niwauzie hawa kupitia logo hii mpya, tuuzie, tuuzie mashabiki lakini mimi nisitengeneze hasara nyingine ya kutengeneza mzigo mpya kwa sababu huu mzigo haujaisha. Ndicho ambacho wanakifanya. Kwa hiyo hapa Bongo hawatengenezi fedha nyingi kupitia mauzo ya jezi jezi au mauzo ya jezi yanatengenezwa na mtu ambaye ni yuko nje, sponsor. Mimi nakuja mfano, nakuja mimi hapa timu yako, si ndio wewe? mimi na bosi wangu nyuma huko ambaye hajionyeshi mbele, si ndio? Nakuja mimi hapa mzee wa mida, nakwambia bwana eh, nataka tuzindue jezi za msimu ujao, wewe Fan FC au Moga FC, unielewa mm. nikupe bei gani? wewe unanipe bilioni 3, mimi nalipa bilioni tatu. Kwa hiyo material zitakujaje? niachie mimi miaka tu sample itakavokua ni. Kwa hiyo jezi zangu mimi, nafanyabiashara biashara zangu mimi wote ndo najua na masoko mangapi kktaaingianaalipa mdai kwa ajili ya kusaidia Simba Sports Club kuuza jezi kwa, no Sa e, yes, hey. Kwa sababu akionekana mediali, ndio wamemwona Simba taswira ya taasisi icon, mtu anakuwa na ile kuamini; mpaka mediali amekuja Simba wa Sumbawanga huko, manake hii yenyewe, la sivyo jezi zingekwama kidogo. Of course alijitahidi kupush na ulimlipa hela, kwa sababu timu kama timu haiuzi jezi yenyewe aihusiki anishaingia tu mkataba, wewe mwenye ofisi yako ndio yeah. ambao una supply huko kwa wateja zako, naekajenda wa kwenye ofisi kupata tenda ya jezi, unakuwa ushaangalia na wateja wangapi nje ya nchi na wateja wangapi timu inaushawishi gani kwenda kuniambia. Tukimuona afisa habari yoyote na msemaji wa klabu yoyote e, kwakahizi mm. kubwa Simba, au Yanga, sehemu wanahusika kwenye mauzo ya jezi, hujue kabisa kashakula mchuzi, binafsi sio wa timu yake, yes kwa mikataba jinsi inavyoingia no, no. Tuliona alikamwe alishai kuingia front kwa front kwenda kukamata jezi feki kwenye, lakini lakini pahala fulani magodauni, bana, hizo biashara za watu, mtu ana godauni zaidi ya mia moja jezi feki, unajua huyo mtu mdogo. Si hiyo biashara ya mtu na huyo mtu, ambaye anatengeneza jezi fake ana mtu nyuma yake ambaye anamsapoti. Kwa hiyo hii, kabla ujafika pale kuna kizingiti uweze kumfikia, lakini kama umefika pale, maanake wanakutuliza. Sasa kama ni hivyo, inaonekana basi huyu ambaye anapewa tenda ya kuleta jezi original za klabu mm. ndio wewe pia anahusika pia, sababu siwaoni wao wakipambana na wale wa jezi fake, anahusika kuleta fake pia, ndio maana nakuambia, umeona je ruti ame ameingia moja kwa moja fronti mm. kwa sababu ameona biashara yake inachafuliwa kwa sababu mzigo ambao ametengeneza amba msimu huu haujaisha bado jezi ziko nyingi. Alipo kashelipa Simba bilioni za kutosha, anapambanaje ili bilioni zake zirudi? mm. lazima aangalie kwanza mzigo uliokuepo uishe, alafu aangalie nani ambaye ananiiba biashara yangu. Ndio bwana, kuna watu wanampenyeza taarifa bwana, hivi imeshindikana kabisa kudhibiti, okay. jezi feki ambazo hazitolewi na wahusika imeshindikana kabisa bongo ha. Hizi jezi zinaingia wapi? Zinapitaje hapo? Yani, unakuta maduka, anayefiatua jezi ni nani? Diadora ana kiwanda hapa, kiko Boko. nje ao makontena mia moja anafikaje hapa Bongo jezi zake ambazo, jezi, ambazo ni feki, sio ya Diadora. Feki azipitii bandarini, feki zinafiatuliwa humu ndani na wauni hapa kuna mitambo ya kutengeneza hapa, hapa? Babu hadi yeye watu anatengeneza feki <laughs> na kati mitambo ya hela, mitambo ya hela Afrika iko Uswizi, duniani iko Uswizi, lakini watu wanatengeneza hela feki. Lakini feki ni feki, huwezi ukiona original unajua hii ni feki, kuna vitu flani vitakosekana. Mm. Tumeelewa. Kwa hiyo so, kwenye ishu ya, ya jezi ni, ni ishu ambayo inahitaji kidogo elimu elimpana sana mm, kwa ajili ya kuhakikisha Uh, kampuni inapata faida, timu nao pia inapata faida, lakini ishu za kusema hivi wa Tanzania, wachezaji tupate pesa kupitia mauzo ya jezi ni uongo, kwa sababu unakuta msimu unaanza, timu bado haijazindua jezi, jezi mpya ya msimu na tayari imeshasajili wachezaji wachezaji. E bwana, tuko naye hapa <laughs> mzee wa media Godfrey Nyanto anatema madini yake kabisa kuhusiana na mifumo ya clubs jinsi ilivyo, kwenye issue nzima ya mauzo ya jezi, nani huwa anapewa hela, inakuwaje, na kitu gani ambacho huwa kinaonekana nje na kitu gani ambacho huwa kiko ndani kabisa. Nadhani umejifunza sana kwenye hilo. Sasa nataka nimuulize swali moja, bwana Godfrey Nyanto, tumemwona engineers kidogo amepata teuzi kule FIFA, si ndio? Anakuwa mkufunzi wa nini, anakuwa yani kwenye kwenye technical, masuala ya football huko ndani, anakuwa anafundisha, anaishi humo, okay na leo pia yuko huko, sijumeelewa. Kwa hiyo, yani, niseme kitu kimoja. Engineer Hersi ni yule mtu ambaye amezaliwa kwenye hii dunia kuja kuusaidia mpira wa Tanzania, yani yule kiongozi ambaye ana maono makubwa sana ya mbele. Na nami nisia kuzungumza na nazungumza tena hapa Morgan, kwamba Hersi, mimi namwona siku moja atakuja kukalia kile kiti cha, cha, cha FIFA kile Raisi wa FIFA. Ipo siku wana kujua kalia kiti cha raisi wa kafu. Nukuu maneno yangu haya. Na weashikilie. Ipo siku Hersi. Yeah. Raisi wa Young Africans. Atakuwa raisi wa kukumbari. Wa, wa, kukumbari. wa kafu. Ipo siku Hersi, atakuja kuwa raisi wa FIFA, kwa sababu ana maono ya mbali. Ushia kuna yeste anashobokea masuala andani hapa. Hapana. Anaangalia mao, yaani anatamani mpira wetu ufike mbali. Umeona Young Africans chini yake jinsi ambavyo imekuwa. Manake, anana, anaona mbali, anajicho la mwewe, jicho la kuona mbali. Mafanikio haya hayaji from nowhere huyu Hersi ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Yaani Simba Sports Club mwenyekiti wake ni Hersi. Hajatimiza hata miaka miwili bado anaramba teuzi tena ya. Yes. Ndio kama hiyo ambayo na, na, na, kitu kingine Hersi pia haishii kusoma. Anasoma kila siku. Hmm. Anazidi kujenerate nini akili yake, elimu yake. Tumeelewa? Tumeona huyu Hersi ashaye kwenda Brazil kaenda kaenda na, na, jiji Young Africans anaitambulisha Young Africans naelewa, anapata masponsa ingine ambao sio rahisi kufikia. Kwa ngoja kwanza e, elsi ni kusoma tu peke yake ndugu yangu, au au connection tu zilizoiva zaidi? Nenda Mangungu, si yupo Simba, hapati connection? Ngojea, mwenyekiti wa Simba si, si Mangungu hey. hapati connection FIFA, hapati connection kafu mbibu mbibu, kusoma, kusoma. <laughs> elimu kuna kusoma. Sikia, kuna wakati mmoga, i unaweza ukawa, mimi ndio maana niambia watu mm. Mtu ambaye amesoma amesomasomwzio hata kama ana kazi nz katokea mchongo uni... akachukua yeye, kabaki, nam na namkopote maskani simelewa mm. Kwa hiyo kinachomsaidia pia uongozi uh, bora. Hersi ni kiongozi bora na Hersi kwa sekunde chache pale maeneo ya GSM, aina yule mtu ambaye anaishi na watu vizuri, ana play fair, yaani hata kama una shida yako anakusolve. Kwa wakati wachezaji wanaishi wanishi, hawamuogopi kama vile baba, ana ana care lakini ana uchungu Helsi Yanga ilipo ye yupo Helsi kwa Dodoma pale Yanga bado hajafungwa ya bao kabla zile figisi figisi za kutoa watu pale, kwa wamekalia vitu, Helsi haelewi nani alikuwa amekalia vitu. Eh, alikuwa amekalia vitu nani? Kuna, kuna kuna kuna kuna washikaji wa Yanga, wa Yanga pale eh. Walikuwa wamesense wamesensa sijui kitu gani eh. Wakaona kuna mtu amekaa pale amezuia magoli mechi na Kosti, mechi na Kosti. Wakaanzisha figisifigisi watolee pale washikaji, kwa wawili wamekaa, hawacheki, hawazungumzi, hawanu atabasamu, wamenuna tu, baada ya kunyofolewa pale zile hekaeka zile za kupatikana bao zile, kona tatu zipatikana pale washikaji, mm, wamekaa kama kisiki kisiki, hawacheki, hawazungumzi, kwa wawili, baada ya kunyanyuliwa tu pale hekaeka, Prince Dube antia kamba kichwa wakawatoa Hersi pale jukwani. Yeah, Hersi pale jukwani anashabikia. Mechi imeisha, anashuka chini, ana, ana enjoy na mashabiki, anapiga naye picha. Ndafute kiongozi, ndafute kiongozi hapa Tanzania, kiongozi wa timu nyingine yoyote hata wa Coast kama anapiga na, na mashabiki. Kama na video clip na mashabiki. Ngoja kwanza turudi turudi kwanza kwenye hao watu wawili. Hao watu wawili, wewe unahisi ni nini kilikuwepo? Ndio wale walikuwa wameshikilia ushindi wa Yanga. Maana yake si walikuwa nasema kuna kuna kuna watu wanaelizi, wamekaa nazo pale. Wanazuia watu asifunge, ah. Wewe binafsi anaimani wame wametoka pale, imani kamba, nikauliza, shida ni mbona? Jamani mimi sielewi. Tuachie mwachie ngose, mwachie ngose, tulia na tulia, subiri mechi ishe, dini na mambo yako. Kwa hiyo Hersi ni kiongozi ambaye ana maono, na Hersi moga kalista anakwambia Rais wa Young Africans Engineer Hersi atafika mbali sana, ni kiongozi mwenye maono, ni kiongozi ambaye anajua na, na hii E, nikwambie watu wengine viongozi wengine wajifunze kwa Hersi si, wasione aibu kumfuata Hersi, kuona umefanikiwa vipi kwenye uongozi wako mm. Waende wakajifunze, tumeona TP Mazembe wamekuja jangwani pale kujifunza mafanikio ya Yanga, timu nyingi zimekuja kujifunza mafanikio ya Yanga. Singida Black Stars zenyewe alishakuja, ila wakati watu wanafikiria mambo hayo TP wanakuja nani sio wanakuja, watu wanaona kama kama anazingua hapa hapa hivi, Yanga yenyewe mbona bado? Wakati kuna Simba timu kubwa Simba kunamefanya vizuri kuliko kuna Yanga Azam, na Simba kipindiko wana pointi nyingi za kimataifa kuliko Yanga. Sasa awa wanakuja kujifunza majiji, lakini hawaji kujifunza, na mimi kwambia kitu kimoja, maana hizi pointi ambazo watu wengi wanazungumzia Simba nafasi, tano, nafasi ya tano barani Afrika. hmm. Uh, kwa sababu ifanya vizuri misimu minne ile nyuma si ndio? Mm. Kadiri siku ambavyo zinazidi kwenda, kama uperform vizuri kwenye level ile ile point zinadondoka unaanza upya unashuka una, kwa sababu zile una, una account kwa miaka mitano. Mm. Ranking zile za kafu, kwa hiyo kadiri ya miaka mitano ya zamani Simba alifanya vizuri, by the way, hakuna ambaye anabisha. Lakini miaka mitano ikija ya sasa kama hujafanya vizuri unatoka kwenye, kwenye ranking ili udominant kwenye nafasi yako ambayo uko nayo lazima ufanye vizuri kwa, kwa, kwa level ile ile ambayo ulifanya zamani. Alright, tumalize hapo mzee wa Mida. Bwana Simba kwa uchache sana nakupa dakika moja kwa uchache, Simba ifanye nini irudi kwenye moto wake, kuanzia level ya uongozi mpaka na wachezaji na watendaji ambao wanahusika moja kwa moja na ushindi wa Simba, wafanye nini Simba irudi kwenye makali? Ah, uh, mimi nakupa vitu viwili au vitu vitatu. Kitu cha kwanza Simba waingize watu wa mpira kwenye, kwenye, kwenye uongozi wao. Kitu cha pili, Simba watafute vijana. Unajua ni ngumu kumkuta mtu mzima anapata, ana, ana, anazunguka heka heka heka. Lakini ni rahisi kumuona kijana akiwa na, na wachezaji pahala fulani sijui umeelewa hmm. Lakini pia cha tatu wawe na ile slogani yao ya nguvu moja, wawe na umoja, wasiwe na na na boundaries sijui umeelewa wakiwa ita, ita, ita potea, na nyingi sana, maana yake unit itapotea na itakufa pia. Lakini pia walete watu wa football na watu wa vijana. Unajua, always kijana ni kijana tu, akili yake ina sense yani. ina energy kubwa. Unakuta kijana amemaliza chuo miaka minne, miaka mitano, miaka amesoma maisha saba, tofauti na maisha sasa hivi sinaelewa cha tatu, ambacho ndio cha muhimu, walete wachezaji wenye ubora waingie front, kwa sababu scouting wa Simba ukimtua Hans Pop pale, marehemu Hans Pop, hakuna mtu mwingine hapa katikati ambaye aleta Simba kwa toa maana, hakuna try again ajeta toa maana, sio naelewa. Lakini Hans Pop marehemu ndio kwa analeta vyuma kile kipindi, kina mafisango Simba Simba kweli, lakini anaidi Kagere, Simba inafanya vizuri, inachukua inafanya ina, ina, ina, ina vizuri ya Afrika ina ina nafasi namba tano. Mchoro umechorwa nyuma, nimekwambia hapa sasa hivi ule mchoro wa nyuma unakwenda unaisha, maana yake kama miaka mitano ya mbeleni uyafanya vizuri kwenye ranking unatoka pale. Alright mzee Omida dakika yako moja imeisha bwana, nashukuru sana ndugu <laughs> yangu <laughs> uh, next time nadhani tutaongea mambo mengine kuhusu mpira. Sawa bwana, tulikuwa naye mzee Omida Godfrey Nyanto, na tuko hapa tumezungumza naye mambo mengi. I wish umeenjoy sana na umependa kile ambacho amekuambia inaitwa Moga ni Kalisa Master the King Master Buffalo lakini pia nyuma ya kamera alikuwepo director wetu kabisa X. tlomx amefanya yeah, vitu kuonekana kwa ungavu zaidi kama jinsi ambavyo unavitazama. Next time tutakuwa na nani? Endelea kusubscribe channel zetu. Endelea kubonyeza alama ya kengele. Usiache kupitia kurasa zetu pia za Instagram kama D&A TV. Asante sana, tukutane until next time.